Ah, mi kwa majina naitwa Mwanaidi Juma. Mwanaidi Juma. Yeah. Ambaye mama nani? Ambaye mama Juma. Mama Juma. Yeah. Ah, Juma ni una mtoto anaitwa Juma, alafu Juma alafu ni babako. Hey, nilipobahatika kupata mtoto wa kiume, nilimwita jina la baba yangu ambaye ni Juma. Kwa maana nilimpa jina la babu yake. Eh, jina la babu yake. Wewe Masasi hapa ni mgeni ama na wewe ni mwenyeji mzao hapa? Ah, mimi hapa ni mwenyeji. Mm. Yeah, sio mgeni sawa tulibahatika kuzungumza na kijiko mtembezi kama sikoseli kwa mume wako, hmm. na moja kati ya stori ambazo zilizisemwa ni kwamba haraka ali, ali, ali, amekupa talaka mara baada ya kuweza kuonja vipande vya saba vya nyama e, tulishangaa kwamba vipande saba mtu anaonja. Tulitamani kusikia toka kwako, lakini kwanza, ndoa yenu kwa ujumla yangu e, imedumu kwa muda miaka mingapi? Uh, mimi na yeye tumekaa miaka mi miaka kumi, miaka kumi ndani ya ndoa, miaka kumi, watoto wanne. Maisha kwa ujumla? Ah, maisha yangu mi na yeye ya hapo nyuma yalikuwa ni mazuri tu, tuishi vizuri, unajua kwamba mtu paka unafikia hatua ya kukaa naye unaishi naye kwamba mlikuwa vizuri tu, mnapendana, ila hapo kati ndo kama unavyojua alivyojiri hayo. Kwenye hili ambalo limetokea kuna chochote ambacho unajilaumu kabla tujaje kwenye kiini cha tatizo? kuna namna yote ambayo unajilaumu ndoa yako imevunjika ama? A, ni kweli ndoa imevunjika. <laughs> Yani ki ukweli tu nikwambie kwa ile lilotokea, sijilaumu popote pale. haujilaumu yani? Kwanza nilivyopata hiyo talaka nilisali laka moja ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. nilipewa talaka na umesali laka moja? kwamba nienda kumshukuru Mwenyezi Mungu, hichi kitu nilikuwa nakitafuta muda sana. Kwa hiyo ilivyotokea tu nafasi hii hapa mi nilimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniondoa, kuniepushia kwenye, kwenye ndoa ndoa